Katika kilele cha maadhimisho ya kusherekea wiki ya siku ya mama duniani. Siku hii inalenga kuonyesha heshima na thamani kwa kina mama na ngazi mbalimbali mbali za familia kutokana na mchango na ushawishi wao mkubwa katika mazingira ya kijamii. Mjumbe wa kamati ya kupambana dhidi ya ukatili wa jinsia wanawake na watoto Tanzania, Dkt. Raya Hasani Mkoko, ametoa wito kwa mama wajawazito kuzitumia hospitali badala ya kujifungulia nyumbani ili kupunguza vifo vya mama na mtoto. Hayo yameelezwa mara baada ya kukabidhi misaada kwa wazazi pamoja na watoto njiti huko katika hospitali ya Kinyasini, wilaya ya Wete, Pemba. Ni pia na kuhamasisha wamama pamoja na wababa kuhusu masuala mazima ya kuzitumia hospitali zetu. Kwa hiyo hapa ni oh, just ni okay, kuhamasishaji ili kuweza kupunguza vifo vya mama na mtoto. Kwa hiyo hilo ndio lengo kuu, lakini pia na kuhamasisha wale wazazi wawe ni mmoja wapo wa kuyazungumza yale yanayopatikana katika hizi hospitali zetu. Katika hatua nyingine, kiongozi huyo amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imeleta mabadiliko katika nyanja mbalimbali mbali za kiuchumi ikiwemo sekta ya afya nchini. Kwa hiyo tunaona mabadiliko mengi katika sekta mbalimbali hususan mbali sekta ya afya. Kwa hiyo nitoe pongezi kwa uongozi mzima wa Wizara ya Afya kwa kutoa matibabu yaliyo bora lakini pia na kufanya uhamasishaji kwenye jamii zetu kuhusiana na. Hata hivyo, kwa upande wake daktari dhamana wa hospitali ya Kinyasini Dr. Bedui Maru Juma amesema msaada huo utaweza kuwasaidia akina mama kuondoa changamoto zilizokuwa zikiwakabili. Msaada huu kwa mimi siuoni kwamba ni mdogo, msaada huu una manufaa na una malengo makubwa mbele za binadamu kwani kumsaidia mzazi kumsaidia mtoto, hii neema ni kubwa sana na utaikuta huko tunapokwenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa viongozi ambao wamehudhuria katika ghafla hiyo ni pamoja na katibu wa UWT wilaya ya Wete Ndugu Lucy Fabian. Kwa upande wao wamemshukuru kwa dhati Daktari Aya, huku wakisema leo tumekuja kwa ajili kaja ya kutoa msaada wa mabakuli, kanga pamoja na chupa za, chupa za chai kwa ajili ya watoto pamoja na pampers na sabuni. Tunampongeza kweli, ni mwanamke mmoja jasiri, mwanamke mmoja mpambanaji. Najua ukiteuliwa sehemu yoyote, ukiwapokeako lazima watu waone mfano. Nashukuru sana Dr. Raya kwa msaada wake, wenye wanasema hakuna kidogo Woyo. Kwa hiyo kwa vile hakuna kidogo, sisi tunasema asante sana, tumepokea kwa moyo mmoja na inshallah Mwenyezi Mungu kwa ambapo amepungukiwa ametungukiwa. Ni ripoti langu, jina ni mimi Muhammad Othman wa RADA Online TV.